Lakini sasa mazoezi ya kwanza kabisa unayotakiwa wewe, ambaye kwa sababu kuna watu wengine wanaanza tu na kukimbia, halafu inafika kipindi wanachukia kukimbia. Kumbe wewe umerukia stage kubwa sana, au kuruhusiwa wewe kuanza kukimbia? Ulichotakiwa uende uwanjani na uanze kutembea. Unatembea tu unazunguka, unatembea tu unazunguka, uko na kuta yako Wanja, bumunga, putembe, Jobilla, rakala, unatembea uwanja una uzunguka unatembea. Baada ya kutembea kidogo kidogo unaanza haraka haraka unatembea, halafu sasa baada ya wiki moja ana siku tatu ndio unaanza kukimbia. Hapo utayapenda mazoezi. Kama wewe hujawahi kufanya mazoezi kabisa, usianze na kukimbia. Kwa sababu gani? Utaamka utaamka umechoka, alafu utayakimbia mazoezi, utasema a mazoezi amazi sana lakini unapoanza kutembea slow slow, baadaye baada ya mcu mmoja au siku tatu ukaanza kukimbia, mazoezi yatakuwa nzuri. Sasa faida ya mazoezi ni nini? Kujenga afya, kujenga, kujenga misuli misuli yako inajengeka, pia mazoezi yanatengeneza mwili wako kwa nzuri. Haina mazoezi ndugu zangu, pamoja na kusoma, kujitahidi kufanya mazoezi.